Kwa mujibu wa maelekezo yaliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC sehemu ya 46 inayohusu kampeni za uchaguzi katika magereza na vyuo vya mafunzo inaonyesha ifuatavyo: Mikutano ya kampeni za uchaguzi haitafanyika ndani ya magereza na vyuo vya mafunzo isipokuwa vyama vya siasa au mgombea, kwa kuzingatia masharti ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025 anaweza kuandaa vipeperushi na kuviwasilisha tume kwa ajili ya uhakiki. Tume baada ya kujiridhisha na maudhui ya vipeperushi husika, itaiwasilisha jeshi la magereza na chuo cha mafunzo kwa ajili ya kuvisambaza. Taasisi ya Elimika Jitambue na Simama kwa ajili ya Wengine ni miongoni mwa taasisi zinazotoa elimu ya mpiga kura, na hapa anaeleza uhalisia ulivyo katika swala hilo. Kwa mtu anayepata kibali anakwenda kule magereza. Magereza pia wana utaratibu wao, haturuhusiwi kuingia kule ndani, lakini kuna baadhi ya vipeperushi ambavyo vimeandaliwa, vinakaguliwa kwanza na tume, zina maudhui gani, ili visiweze kwenda kufanya taharuki mle ndani. Kwa hiyo kutokana na magereza na wenyewe wana taratibu zao. Sisi kazi yetu ni kuwasilisha vile vipeperushi, magereza na wenyewe wanaviangalia kama vinafaa, ndio wanavipeleka kule ndani. Sisi hatuingii kule ndani. Kwa mfano, kwa upande wetu sisi tumeshaandaa vipeperushi ambavyo tayari tumevipeleka tume, wakisha vikubali, sasa ndio tutavipeleka magereza kwa ajili ya kuwapatia hao wafungwa. Wachambuzi wa maswala ya siasa nao wametoa mitazamo tofauti katika jambo hili. Uh, kuna wafungwa hawajui kusoma na kuandika na kuna wafungwa hata kama watasoma uwezo wa kudadavua na kuelewa kipeperushi hakiwezi kumaliza hoja zote. Lakini je, hivyo vipeperushi vitakavyokwenda vitakwenda kwa idadi ya wafungwa na mahabusu wote wenye uwezo wa kupiga kura? Je, kuna watu wataruhusiwa kuvitafsiri kwa niaba yao hata miongoni mwa, mwa wafungwa wenzao? kwa hivyo bado unaona kama ni changamoto. Fursa kwa vyama vya siasa kwamba sasa ile na, wapiga kura wameongezeka wapiga kura wameongezeka kama ambavyo tunakuja kueleza kwenye magereza, lakini ni fursa tena kwa wale wafungwa walioko pule, nao wanapata haki ya kushiriki kwenye uchaguzi kwa mara ya kwanza kwa kwa, kwa, kwa, uchaguzi wa, wa 2025. Sisi chama cha National League for Democracy NLD tumejipanga kimkakati mzuri kuwafikia hawa ndugu zetu ambao wako magerezani kwa sababu nao wana haki ya kupiga kura, lakini pia kwenda kuwaelezea ilani za chama chetu na sera ambazo tunazo za mgombea wa urais na wabunge kwa ajili ya kuweza kumchagua. Kampeni za uchaguzi zinaendelea nchi nzima kwa ngazi ya urais, ubunge na udiwani huku uchaguzi mkuu ukitarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Sheila Mkumba, Azam News, Dar es Salaam <mimu>